Karibu tena katika jukwaa la msichana jasiri, na leo nakukutanisha na wasichana watatu waliochagua kushiriki wanachojua, si kwa sababu wanajua kila kitu, la hasha. Ni kwa sababu wanaamini juu ya nguvu ya kushirikiana, kuwafundisha wengine kuhusu akili bandia na kutoa mwanga wa mafanikio na mwelekeo. Mimi ni Michelle Sesar. Je, ni kwa nini waliamua kuungana? Habari zenu, salama za kwenu? Nianze na wewe Johari. Hebu niambie, nini kiliwafanya muonde kundi la wasichana na hata kuamua kuelimisha vijana juu ya akili bandia? Tunaona kwamba wasichana wengi wana passion ya kuwa katika maswala mazima ya teknolojia lakini hawana mwongozo sahihi au hawana ule mwamko. Kwa hiyo tukaamua tuanzishe kikundi cha wasichana hapa chuoni kwetu ili emphasize au kuwaamsha waweze kuwepo katika hii tasnia nzima ya teknolojia. Renata, kwa upande wako, mliona kuna changamoto gani kwenye jamii na hata kuamua kuwekeza elimu ya kilibandia kwa vijana wao wadogo? Kwa sisi tulizingatia kwanza jamii yetu ya chuo ili kuleta mabadiliko lakini changamoto ambayo sisi tuliona kabisa kabisa, kwa sababu tulikuwa tunaenda kwenye event kama, kama tunaenda kwenye hiyo event, tukienda kwenye event tunaona kwamba wanawake wana ile mwamko ni mdogo, alafu wanahitajika sana kwenye hii tasnia ya teknolojia. Wazazi wanatuelewa na kutupa ushirikiano wao stahili katika swala zima la akili bandia kwa sababu sisi, sisi kama wa, yani, sisi tunaweza tukasema sisi ni wawakilishi kwa wazazi, yani, sisi tunachokisoma, hata kama mzazi au jamii haikuelewi, lakini sisi ambao tayari tumeshajiingiza katika teknolojia tunaweza tukasoma na tukaelewa na kuelimisha jamii. Huwa mnatumia njia gani hasa kuwafikia vijana hawa? Okay, tunatumia njia mbalimbali ikiwemo mbali. njia ya hackathon ambayo tunakuwa tuna wagroup katika magroup hawa vijana and wanakuwa wana come up with solutions katika matatizo ambapo katika um, society hiyo jumla, lakini pia um, katika hizi hackathons pia wanaweza wakashiriki katika mashindano mbalimbali mbali. Changamoto kubwa ambayo mmekutana nayo hadi sasa ni ipi na mliweza kuitatua vipi? <coughs> changamoto tuliokutana nao ni pamoja na uzito au mtikio mdogo wa watu katika masuala mazima ya teknolojia, hasa sisi watoto wa kike. Watoto wa kike tunakuwa yani, tunakuwa tunaona kama haya mambo sisi hatuyawezi, na mwisho wa siku tu, yani, tunaishiwa nguvu. Kwa hiyo wanaojitokeza katika masuala ya teknolojia wanakuwa ni wachache, lakini pia changamoto nyingine ni ukosefu wa ujasiri. Swala la ushiriki wa wasichana katika teknolojia ni changamoto, na natamani kuzungumza na baadhi ya wa wasichana kujua ni kwa nini si rahisi kwa wao kujitokeza katika hili. Wasichana wengi hawajitokezi kwa ajili ya kusomea mambo ya teknolojia au kujifunza tu kwa ujumla, ni kwa sababu ya mifumo iliyokuwepo tangia zamani, kwamba vitu kama elimu kama hiyo ya teknolojia inawapasa au inawafaa sana wavulana. Wao wanapata nafasi, wana muda na inawapendeza wao kwa, kwa ujumla kwa hiyo wasichana wengi walikuwa wakididimizwa kwa yani mtazamo huo. Kinachotakiwa kinacho, kufanyika ili kundi letu liwe kubwa zaidi ni kitakachotakiwa kufanyika kwanza ni uhamasishaji wa wadada, wanatakiwa wahamasishwe katika kujiunga na teknolojia, kwa sababu ukiangalia dunia sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa sana katika kutumika. Kutokana na hili ambalo mnalifanya je, mmeweza kushuhudia mabadiliko au mafanikio yoyote kutoka kwa vijana ambao wamepitia kwenye mikono yenu? Ya, ndio, tumeweza kuona mabadiliko. Vijana ambao tunaweza kuwa mentor au kuwashauri waliweza kuwa namba moja and wako, wameweza kufanikiwa kwenda kushiriki na wanafunzi wengine ambao wapo katika uh, nchi tofauti tofauti. Ujumbe ambao tunaweza tukaambia wasichana ambao wako huko ni kwamba sio kwamba fani nyingine hazifai, fani nyingine zinafaa, lakini watafute Passion, pia to, so, daktari, uwezu kuwa, uwezu na pia wajiwekeze katika mambo ya teknolojia. Sio kwamba ukiwa daktari au ukiwa accountant huwezi kujihusisha na mambo ya akili bandia, huwezi kujihusisha na teknolojia nzima, unaweza kujihusisha navyo. Kwa hiyo watu watafute passion, wasichana wasi, wasione kwamba hawawezi. Teknolojia sio jambo la mbali wala sio kwa wachache tu, kila msichana ana nafasi ya kuhusika awe ni mwanafunzi mhandisi au mhasibu. Cha msingi ni kuwekeza katika maarifa ya sasa na kujiamini. Msichana, usijione kama huwezi. Inuka sasa, nafasi yako iko sehemu fulani inakusubiri kuleta mabadiliko. Mimi ni Michelle Caesar, tukutane tena juma lijalo.